Hakuna kitu kizuri duniani kama ngono, na ngono sio kitu kibaya, ila sijawahi kumuona mhubiri kasimama hapa Jumamosi, kichwa cha somo kinasema ngono ni, ni, mmewahi kumuona? <laughs> tamaduni zetu za Kiafrika neno ngono ni tabu. Sasa tabu, sijui Kiswahili chake nisemaje, yaani huruhusi kusema, ila unaruhusiwa kukifanya, sijui so, nimeeleweka? Yaani usijadili ngono ila ifanye na kacha za Kiafrika. Na kwa sababu hiyo tamaduni za Kiafrika zimeharibu sana vijana, na kijana anapoharibika taifa linaharibika, kwa sababu tunaenda against law. Ngoja niwaambie, siku ukisema ngono ni mbaya, una matatizo ya kiroho, ya kimwili na ya kimaendeleo. Nitakwambia kwa nini. Biblia yangu Mwanzo moja thelathini na moja inasema hivi, na kila Mungu alichokiumba alikiona Ehe vifaa vya ngono havikumbwa. Na Biblia inasema kilikuwa, ukipinga ngono maana yake unampinga Mungu. Na kwa kusema ukweli haki ya nani, Pastor Simba, Mungu fundi. Ah, achana naye. Ah, yule mwamba sije alidesign vipi, anajijua mwenyewe <laughs> mi ngoja niachane naye, lakini Mungu ni fundi. Siko kupromoti ngono lakini, nenda na mimi vizuri, ili unielewe. Hata kwenye ngono Mungu ametoa instruction ambazo tunaita sheria.